Ungana na hawa vijana, ungana na idara ya Markazi uweza kusimamia jambo hili la kheri. Tumeweza kuona mambo ambayo ni tofauti kabisa na desturi za Kiislamu, wakina mama kutengana na wakina baba siku ya Laidi. Tumeweza kuona mambo ambayo ni tofauti. Kuna wengine wanakosa afya zao siku ya Laidi zinavougana inawezekana, anaweza kaanguka ni mwana mama huyu, anaokolewa haja ndani ya uwanja huyu wa Laidi. Ni e mengi sana ambayo mmeyaona ya tofauti yanapatikana ndani ya uwanja huyu wa Laidi idara ya markazi imekuja kuwaleta vijana hawa kuweza kusimamia jambo hili la ulinzi na utulivu na usalama ndani ya uwanja huyu wa Eid. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kwa jina ninaitwa Hussein Prince Lebron, ni kiongozi wa vijana watakaofanya kazi ya protokoli inshaallah, hiyo siku ya Eid, idara ya markazi ambayo imeungana na vijana wenu kuja kuweza kusimamia ulinzi na usalama na utaratibu utulivu ndani ya uwanja wa Laidi ambao swala ya Laidi hupatikana hapa markazi. Kuna watu wana swali, wanajikuta wameswali mbele ya imamu, wameswali wameelekea pasipokuwa pasipokuwa na kibla, wamechangana wanawake kwa wanaume na ukitizama hayo mambo yote hayapendezi kidini kabisa. So idara ya markazi imetangazia ime kuwaalikeni vijana nyinyi kama mimi ili kuweza kusadia kufanya kazi hiyo, jambo la kujitolea, na hakuna kile ambacho kimeandaliwa spisho. Wale ambao watakuwasimamia hii kazi, kama unaweza kuwasiliana nao, ama una lolote ambalo unaweza kuuliza, namba zao ndio hizo ambazo unaziona zinapita, na kama bado una mashaka zaidi, fika ndani ya idara ya markazi uweza kujua mengi zaidi inshallah. Ni mimi mtangazaji wako kutoka Shamsuddin TV Ishaq Alup, wabillahi tawfiq, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.